Ah, mimi kwa jina naitwa Jabili Msuni Juma ni daktari ni mganga mkuu wa Halmashauri ya Mji wa Njombe, lakini hapa nimekuja kwa kofia mbili. Kwanza nimekuja kumwakilisha mkurugenzi ambaye ndio msimamizi mkuu wa maendeleo ya halmashauri wa mji wa Njombe katika sekta zote, lakini pili tunaeizindua leo ni zahanati na itatoa huduma za afya, basi nimekuja kwa kofia ya mganga mkuu leo. Aa, kwanza kabisa ni washukuru wananchi wenyewe. That is one. Kwanza kabisa niwashukuru wananchi. Hongereni sana wananchi wa mamogo, lakini pili ni mshukuru mweshimiwa diwani kwa namna ambavyo anahamasisha maendeleo ya kata y makoo ikiwemo mamongolo yenyewe ambao tupo hapa leo kuzindua zahanati lakini, tatu, ni washukuru sana wafanyabiashara kwa namna ambao wana moyo wa kipekee wa kutoa kwa niaba ya wenzao wote ili waweze kupata huduma za afya hapa Mamongolo. Hongereni sana wafanyabiashara. Wafanyabiashara wako wengi sana, sio wote wanaweza kutoa, lakini mimi katika maisha yangu ya kazi kuona wafanyabiashara wanafanya jambo kubwa hivi Mamongolo ni mara ya kwanza. Uh, wananchi wa Mamongolo, kabla sijasema mengi, kwanza nimerizia tuzindue zahanati hii leo. Uh, yapo mambo mengi ambao halmashauri inafanya kwa jumla wake katika sekta zote zimetoka fedha nyingi sana katika ujenzi wa shule mpya, lakini na madarasa katika shule za zamani. Makoo tumejenga shule ya sekondari mpya, nafikiri mmeiona na wanafunzi wanasoma. Wakati, wakati tunaiombea, mimi nilihudhuria tena nimwakilisha mkurugenzi, lakini kimejengwa kituo cha afya cha kisasa Makoo. Tumeleta vifaa vipya vya kisasa kabisa, vifaa ambavyo zamani ulikuwa lazima upewe rufaa uende Muhimbili, uende Mbeya, uende Bugando, lakini leo vipo Makoo. Kupigwa X-ray ilikuwa sio jambo dogo, ilikuwa lazima utumie gharama nyingi sana kwenda kupiga X-ray tu lakini tunaozungumza hapa kuna X-ray mpya na iko makoo hapa eh. Makoo hii leo imepata mashine mpya ya maabara ya kuangalia kemikali za mwili wa binadamu iko hapa makoo. Kwa hiyo hatuna budi ya kujivunia kuwa na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, kwa kweli kwa lazima tushukuru hili ambalo leo huwezi kwenda mbali, huduma zote za kisasa unazipata makoo. Sio jambo dogo, hongereni sana. Lakini makoo tuna, tuna, tuna, tuna, tuna ambulance leo mpya kabisa. Ikitokea mama mjamzito hapa au mgonjwa yote amepata dharura hapa njo hapa hapa mama Mongolo, ambulance itakuja kumchukua bila gharama yoyote kwa mwananchi yoyote. Ambulance ile ni kwa ajili ya dharura. Kwa ajili ya nini? Kama we ni mgonjwa wa kawaida ukaambiwa tatizo lako hatuwezi kulisolve hapa au kulitatua hapa mama Mongolo, nenda mako, we nenda tu, si sio dharura. Lakini ikitokea ni dharura, huwezi kupanda usafiri mwingine wowote isipokuwa ni ambulance. Huduma zile hautakiwi kugaramia hata shilingi moja. Tumeelewana wananchi, eh? Kwa hiyo kina mama wajawazito, wanaopata wanapata vizazi pingamizi, wamekuja kujifungua hapa wameona wameanza kuona uchungu nyumbani, amefika hapa, inaonekana hawezi kujifungua kwa wakati, ambulance itakuja itamchukua, ataenda kujifungua hata kwa operation pale, mama ko mama mako na gharama, bila gharama yoyote ya ile ambulance, kwa ambulance ile tu. Ile mkiona sehemu nyingine ya hatari hatari, haieleweki, mtoe taarifa kwamba mbona tumeona ambulance sehemu ambayo sio sehemu ya ambulance kuwa kwa ninyi mwe wa kwanza kuilea ambulance na kuilinda. Jamani wakati naingia hapa tulikutana na hili jengo hapa. Hata mimi sikutamani kuona huduma za afya zinaendelea kutolewa hapa. Watumishi tu wenyewe wanatamani kufanya kazi katika mazingira bora. Hata wananchi wanatamani kupata huduma za afya katika mazingira bora. Lakini kwa namna ambavyo mna uchu wa maendeleo na mnahitaji kupata huduma bora katika majengo mabora, mmeshiriki kikamilifu katika kukamilisha jengo la zahanati ya Mama Ngolo. Hongereni sana. Tumepata vifaa vipya vya kisasa, sio hivi ambavyo vilikuwepo hapa. Kwenye lile jengo kuna vifaa vya kisasa kwa ajili yenu. Kwa hiyo, kuanzia sasa mtapata huduma za afya kwa vifaa vile vipya na kwa maana hiyo huduma zitakuwa bora kuliko ambako zilikuwa zinatolewa katika jengo la zamani na vifaa vya zamani. Watumishi wa afya wapo wawili na wote ni wanaume, na waahidi mwaka huu 2025 mtapata mtumishi mwingine. Niwaletee mtumishi wa kike au wa kiume? Wa kike. Kijana au mzee? <laughs> Nitawaleteni mtumishi wa kike kijana mwaka huu. <laughs> Ndugu zangu wananchi wa mama Mongolo, watumishi wanaokuja kufanya kazi hapa kutoa kuwahudumieni ninyi, naombeni muwapokee na muwalee muwape ushirikiano wa kutosha ili waweze kujisikia kwamba wao ni sehemu ya wananchi wa mamongolo na sio watumishi tu peke yake. Watumishi watu, wananchi wenzangu, watumishi ni binadamu wa kawaida kama tulivyo sisi, tunatofautiana tu kwenye mgawanyo wa majukumu wao wanakuja hapa tu kwa kofia ya kuhudumia ninyi kama watumishi wa afya, lakini ubinadamu wao uko kama binadamu wenu. Kwao wanapofika hapa, wachukulieni kama binadamu wa kawaida, kama ambavyo na sisi wote hapa binadamu wa kawaida tunavyoenda kwenye majukumu yetu, kila mmoja mmoja anaenda kwenye majukumu yake. Kwa hiyo mwapokee kama, kama wananchi wa kawaida. Binadamu tuna mapungufu yetu wote hapa, kila mmoja na pungufu lake. Kwa hiyo wanapokuja watumishi hawa akiwa na mapungufu msimwone wa tofauti sana kuliko ninyi. Ana mapungufu ya kibinadamu kama ambavyo na ninyi mnazo, si ndio? Kwa hiyo viongozi wenzangu wa ngazi ya kijiji na kata na wananchi wenzangu tusaidiane kuleana. Tuwalee, tuwashauri ili mapungufu yale walionayo waondokane nayo. Waambieni ukweli, mtumishi, pa hapa unakosea hapa unakosea hapa, unakosea hapa. Sisi wote tuwe walezi wa watumishi wanaokuja kutoa huduma hapa, wawe wa afya, wawe walimu, wawe mafisa, mafisa kilimo, maendeleo ya jamii. Sisi sote tuwe walezi wao, ili pale ambako wana mapungufu kama tulivyo sisi, tuambiane ukweli ili tuweze, wali waweze kubadilika. Tunaelewana jamani? Tusiwachukulie kama ndo maadui wetu, tuwachukulie pale ambako mtumishi mwananchi hajaridhika na huduma za afya, wakati anapata huduma, angalie kwenye bango namba za simu, apige yeyote. Tuna mkurugenzi, kuna mganga mkuu wa halmashauri ambaye ni mimi, kuna mganga mkuu wa mkoa, kuna afisa malalamiko wa halmashauri, yuko maendeleo ya jamii yetu Eliza. Sasa wewe mwananchi, tunakupa uhuru wa kuchagua mpigie nani. Ukiona mganga mkuu wa halmashauri anaweza kumsaidia kwa haraka, nipigieni mimi, na wengi wanafanya hivyo. Napiga pale kabla hujaondoka kwenye elo la nini la zahanati ili uweze kusaidika pale pale. Wapo wananchi wanaondoka amesha kasirika hajarizika na huduma, amerudi nyumbani na tazo lake anaenda kuzungumzia huko, utakuwa hujasaidika. Piga simu pale kwenye zahanati ili tusaidiane upate huduma unayotaka pale, pale. Tumeelewana jamani? Wananchi wenzangu, sekta ya afya kwa kipindi ambacho cha awamu ya sita ya Mheshimiwa Rais katika Halmashauri ya Mji wa Njombe tumejenga vituo sita vyenye thamani ya zaidi ya bilioni 2.9. Sio kitu cha kawaida, mapato ya ndani na serikali kuu ikiwemo makoo yenyewe. Wananchi wenzangu, tumejenga zahanati nane, zahanati sita zinatoa huduma ikiwemo hii inaanza kutoa huduma kuanzia leo. Tumeanzisha kutoa huduma za zahanati sita na include na hii kwa sababu imekamilika. Mama Ngolo na, Ngolo moja hapo, uliwa ambaye hajawahi kuwa na zahanati, leo mnakumbuka na, na, na wana zahanati mpya ameanza kutoa huduma. Matola ukipita barabarani na kuvutia uingie hata kama haumwi. Zahanati nzuri ya kisasa. Mkienda mjini pale Kiesa tuna zahanati mpya imeanza kutoa huduma. Ukienda Ngalanga kuna zahanati mpya imeanza kutoa huduma. Zote hizi zimekamilika na zimeanza kutoa huduma mwaka jana paka mwaka huu. Kwa hiyo tunabudi ya kuishukuru serikali, lakini pamoja na wananchi kwa sababu ndio waliyoibua miradi. Vifaa tiba kwa mwaka jana peke yake serikali imetoa milioni 400 kwa mwaka jana. Milioni 300 kituo cha afya cha ni hamsini na Luponde mia hamsini vifaa. Ukienda Luponde na na na kifanya vifani vya kisasa na operation zimeanza kufanya kifanya, naamini mwaka huu tutatoa huduma za operation pale Luponde. Kwa hiyo itasaidiana na makoo makoo, haitazidiwa sana, si ndio? Tumepata milioni mia mbili za zahanati mwaka jana, milioni mia imeenda zahanati tatu, na mwaka huu tumepata milioni mia zimeenda zahanati tatu kununua vifaa vipya za huduma za afya, so kitu kidogo kwa hiyo serikali inapambana kuhakikisha wananchi wake wanapata huduma bora. Hii ni sekta ya afya tu, na kwa mwaka huu tumepata x-ray nne za kisasa ikiwemo Makoo. X-ray moja imeenda Kifanya, X-ray nyingine imekuja Makoo, X-ray nyingine imeenda Halula, na X-ray nyingine mpya imeenda Mji Mwema. Zote zimekaguliwa na ziko vizuri na zimeruhusiwa kutoa huduma tunazo changamoto za watumishi wa umma hasa wanatoa huduma za x-ray, lakini tutapambana. Tunaamini mwaka huu Makoo yatapata mtumishi wa kutoa huduma za x-ray <laughs> tunaanza na vituo ambavyo viko mbali zaidi. Tumepeleka Kifanya na tuliajiri watumishi wawili, serikali ajiri watumishi wawili, bahati mbaya akaripoti mmoja na mmoja alikuwaje Makoo, mwingine tulipeleka Kifanya, wa Makoo hakuja kuripoti kwa bahati mbaya, lakini mwaka huu tutapambana kuhakikisha mtumishi anayetoa huduma za x-ray na ultrasound atakuja Makoo. Mimi itoshe kusema kama mkurugenzi, kuna changamoto moja, mmesema wote wameimba, watoto nyumba haijakamilika, mtumishi imetolewa taarifa ya kijiji hapa imesema changamoto ya nyumba ya mtumishi leketuro Mheshimiwa diwani mshenga wenu amesema, lakini Mama Ngolo Family kwa maana wafanya biashara wamesema, ni ukweli usiopingika. Tunapozungumzia huduma za afya ni pamoja na dharura. Kama mtumishi atatoka mbali, alafu kuna dharura, hiyo haitakuwa dharura tena, kwa sababu muda wa kumhudumia dharura unajulikana na muda wa kuhudumia mgonjwa wa kawaida unajulikana. Kwa kama itachukua nusu saa mtumishi hajafika kwenye zahanati na kuna dharura, hiyo sio dharura tena. Kwa uwepo wa nyumba ya mtumishi karibu na karibu zahanati ni walazima. Na mimi niwapongeza sana wafanya biashara na, na wananchi mlioibua wa mradi huu mkiamini na mkielewa kabisa lazima mtumishi wa afya akae karibu na eneo la huduma ili aweze kuhudumia dharura hasa kinamama wajawazito.